wa mzunguko wa kumi na tisa ni mchezo ambao unakwenda kuchezwa tarehe kumi na nne mwezi Machi mwaka elfu mbili na ishirini na tano ambapo mchezo huu utakwenda kuchezwa katika uwanja wa KMC Complex, mwenyeji akiwa ni klabu ya soka ya Simba Sports Klabu dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji kutokea mkoani Dodoma, ambapo mchezo huu Simba Sports Klabu wameweza kula kiapo wanakwenda kupata ushindi sasa. Kuelekea katika mchezo wa Simba sustabu dhidi ya Dodoma siku ya Ijumaa, basi kwa upande mwingine, tunaona kunako msimamo wa ligi kuu ya NBC klabu ya soka ya Simba wapo katika nafasi ya pili, mnyama Simba akiwa amecheza michezo ishirini na moja pekee. Basi kwa upande mwingine, ameshinda mechi kumi na saba sare ikiwa ni michezo mitatu na kupoteza mchezo mmoja. Simba wamefunga mabao arobaini na sita na wao kuruhusu mabao nane wakiwa na alama hamsini na nne katika nafasi ya pili ya msimamo wa ligi kuu ya NBC. Lakini Simba anakwenda kukutana na Dodomajiji Football klabu ambao wao wapo katika nafasi ya nane ya msimamo wa ligi kuu ya NBC. Dodoma Jiji wamecheza michezo ishirini na mbili wakishinda michezo saba sare michezo sita na kupoteza michezo tisa wakifunga mabao ishirini na mbili na wao kuruhusu mabao ishirini na saba Kiufupi, Dodoma Jiji wanadaiwa magoli matano wakiwa na alama ishirini na saba katika nafasi ya nane ya msimamo wa ligi kuu ya NBC. Lakini michezo kumi ya mwisho kukutana kasti ya kikosi cha timu ya soka ya Simba dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji, basi fahamu nyama Simba ameshinda mechi zote kumi, yani ushindi ni asilimia mia dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Dodomajiji. Na mechi ya mzunguko wa kwanza ligi kuu ya NBC klabu ya soka ya Simba waliicheza katika uwanja wa Jamhuri ya Dodoma na kuibuka na ushindi wa bao moja kwa sifuri, bao likifungwa na Jan Chale awa. Kwa hiyo tunaona Simba wanakwenda kukutana katika duru la lala salama dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji. Eh bwana, kabla ya kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa Simba Sports Club Unaamini kikosi cha wekundu wa Msimbazi kitakwenda kupata ushindi mbele ya kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji? Like video yetu, alafu twende kwenye comment section, katuambie wewe unaiona klabu ya soka ya Simba Sports Club ikienda kuibuka na no ushindi wa goli ngapi katika mchezo huu wa kiporo dhidi ya Dodoma Jiji? Sasa kuelekea katika mchezo wa Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji kupitia kocha mkuu wa kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Fadlu Davis ameweza kutangaza kikosi chake cha kwanza ambacho kinakwenda kuanza dhidi ya Dodoma Jiji kwa upande wa golikipa ambaye atakwenda kusimama katika milingoti mitatu ni golikipa Ali Salim Katoro eneo la fulbeki namba mbili ni Shomari Kapombe show me the way fulbeki namba tatu Mohamed Useni Shabalala eneo la center beki namba 4 Simba wanatarajia kuanza na Abdulrazak Amza, huku center beki namba tano ni Shamu Karabuwa. Eneo la kiungo namba sita klabu ya soka ya Simba Sports Club wanatarajia kuanza na mwamba mwenyewe eh, Fabrice Luamba MT midfield ticha, miongoni mwa wachezaji mwenye uwezo mkubwa sana wa kucheza katika eneo la kiungo. Winga namba saba klabu ya soka ya Simba wanatarajia kuanza na kibu Dennis Prosper, huku eneo la kiungo namba nane klabu ya soka ya Simba wanatarajia kuanza na mchezaji Yusufu Kagoma. Eneo la mshambuliaji ambaye atakwenda kuongoza safu ya ushambuliaji ya klabu ya soka ya Simba ni Steve Dezemukwala, miongoni mwa wachezaji ambao ni hatari kweli kweli katika kufumania nyavu. Lakini eneo la kiungo namba kumi klabu ya soka ya Simba wanatarajia kuanza na Jan Chalaua miongoni mwa wachezaji mwenye kiwango bora sana ya ya katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi akiwa amehusika katika mabao mengi. Lakini winga namba kumi na moja, klabu ya soka ya Simba wanatarajia kuanza na Elimu Panzu Kibisawala, miongoni mwa nyota wenye kasi kubwa sana katika ligi kuu ya NBC. Hicho ndicho kikosi cha kwanza cha mjava Simba Sports Club kuelekea katika mchezo wao dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji.